Bwana ni mwema, Mungu ni mwema na siku zote ni mwema kwenye maisha yetu, na siku zote Mungu anataka tutubu na kumwelekea yeye. Ni mpya kila siku, neema ya Mungu ihea kila siku kwa ajili ya kutusaidia. Mungu yupo anatusikia, ni imani yako tu, you have got to believe, kwa sababu kama unataka changes zozote in your life, kama ni kuna chochote ambacho kimekuwa kikusumbua, ama kimekuwa ni kikwazo katika maisha yako, amini, nadhani njia ya kwanza ya muhimu ama mlango wa kwanza ambao utakusaidia kuweza kum, uh, kumfikia Mungu na akakusaidia akakusikia ni kupitia kuamini kwa sababu kwanza lazima uamini kwamba unayemuomba yupo. Kwa katika changamoto yoyote unamhitaji Mungu, amini kwamba yupo. Amini kwamba kuna ambaye ameumba mbingu na dunia ambaye ni uh, zaidi ya uh, uwezo wa binadamu. Uh, ambaye anaweza akakusaidia kusaidia. And sometimes, hatulazimishi ama hatumfosi mtu ama hatuwezi kukufosi ku, kuamini, lakini kitu ambacho siku zote huwa na shauri ni kwamba hata kama una changamoto, jaribu njia zingine zozote, kila sehemu nenda, ukiona umekwama kabisa, basi njoo kwa Yesu. Basi amini kwamba Mungu yupo, amini katika Bwana wetu, Bwana wetu Yesu, na anaweza akakutendea, kwa sababu yeye anachotaka ni wewe uamini tu kwamba yeye ni Mungu na anaweza. Yeye ni Mungu ambaye amekuumba na anafahamu wewe kuliko hata vile ambavyo unajifahamu mwenyewe, kuliko hata vile ambavyo watu wanakufahamu. Yesu yupo anakufahamu zaidi ya wote wanaokufahamu. Kwao cha kwanza ni kuamini. Yesu alipokuwa anawaponya kipindi cha huduma yake alipokuwa anaponya watu uh, alikuwa anawaambia imani yako imekuponya. Maanake unapokea kutegemeana na kiwango cha imani yako. The more unaamini the more unaweka potential, unaweka nafasi ya Mungu kukusaidia, Mungu kukugusa. So you just only need to believe. Have faith, believe Have faith, believe Have faith. God is there He will do for you, atakusaidia atakuwezesha. Ukiwa na imani ndogo kama punja ya haradali, unaweza ukauambia mlima huu ng'oka na ukatupwe baharini, na kweli inawezekana. Tunapozungumzia mlima, tuzungumzie mlima kama mlima tu, tunazungumzia changamoto ambazo zina binadamu wanakutana nazo, tunazungumzia magonjwa, tunazungumzia umasikini, kitu ambacho duniani watu wana struggle, people watu wanapambana na umasikini. Lakini it's hard, ni ngumu kupambana na umasikini kama haupo kwenye track, haupo kwenye njia yako sahihi ambayo Mungu aliyokuumbia sasa nani anajua njia ambayo mungu alikuumbia zaidi aliyekuumba ambaye ni mungu mwenyewe ambaye mungu mwenyewe ametupa yesu kristo yesu ni nini yesu ni udhihirisho wa mungu katika katika mwili au ni mungu aliyejifunua ni mungu pamoja na wanadamu ndio maana Biblia bibilia inasema kwamba yesu au mwana wa Mungu ataitwa kwa jina lingine Emmanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. Yani Mungu anayetembea na wanadamu, maana yake ni nini? Yesu ndiye anayejua maana ndiye ambaye ametuumba. Ukisoma vizuri utakuja gundua Yesu ndiye aliyehusika katika uumbaji. Hapo mwanzo kulikuwa neno, neno alikuwa mbinguni. Ukisoma vizuri hiyo utajua kwamba Yesu ndiye aliyehusika katika kwa, kama Yesu ndiye aliyehusika katika uumbaji, maana yake anakujua wewe vile ambavyo unafikiria maanake. Sasa, wakati Adam anaumbwa katika bustani ya Eden, Yesu ndiye aliyekuwa anaunganisha kiungo hiki, anasema mm, hii jicho lijakaa sawa na tamani likae hivi. Yeye ndio master designer ambaye anakujua wewe, ambaye anajua maisha yako, ambaye anajua ume umezaliwa na nani, ulikuweje katika tumbo la mama yako. that's why ndio maana Yeremia anasema kabla kabla sijazaliwa ulinifahamu kabla sijatoka tumboni kwa mama yangu ulinitakasa. Jeremia anazungumzia hii kitu, anamzungumzia Mungu na Mungu mwenyewe ni Yesu. So Mungu ametupa nafasi, amejidhihirisha kupitia jina la Yesu, amejizilisha kupitia Yesu Kristo. Kwa ukimwamini Yesu Kristo maana yake nini? Unarudi kwenye nafasi yako ama kwenye ramani yako ya maisha yako, na inakuwa ni rahisi ukishakuwa kwenye nafasi yako ama kwenye ramani yako, hauta struggle na umasikini, kwa sababu nature au ulimwengu wa duni, ulimwengu huu utakuzalishia, utakupa. Na usipofanya hivyo, maanake utahukumiwa. Why? Kwa sababu ni haki yako kupata. So mimi nikaribisha sana watoto wa Mungu, the first thing is hautazuia katika swala la kuamini mwamini Mungu kwanza, yaani uwezo ukasema uwezo tu unakuja kwa Mungu, nataka tu kupata. Hapana, kwanza amini katika Yesu Kristo, mwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana, ni mwokozi wa maisha yako, mambo mengine yote yataku, yataku, yataku, yataku, yataku, utakusanyiwa, yatakuwa ni rahisi, yatakuwa ni simple. Kwa kigezo cha kwanza, let's us believe in Jesus Christ and all things we come. Neno la Mungu inasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Tafuta ufalme wa Mungu na haki yake, so we have got to look for Jesus Christ and his righteousness, we have got to look for the kingdom of God, ufalme ambao Yesu Kristo ameuleta, tuutafute. Tukiutafuta na haki yake, mengine yote tutazidishiwa. So whatever tunatafuta, chochote so tunakitaka kwenye maisha, tutakipata you, mo, you are most welcome uh, in the kingdom mimi nawakaribisha because I believe mimi naamini tayari katika Yesu Kristo. Naamini yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hii kitu nimekuwa nikikiri kwa rafiki zangu, kwa wenzangu, they must know which face I have where, where, uh, which, which, which kingdom mimi na, I belong to. Lazima kila mmoja ajue, so I do welcome, karibuni sana. It is, uh, uh, free in charge. Hautoi kitu chochote kumwamini Yesu Kristo, ni bure kabisa. So karibu sana, I know hautajuta kumfahamu Yesu Kristo, hautaweza kujuta. Maisha yako yatabadilika forever, na tunapozungumzia forever, unajua mambo ya kidunia haya unayapata kwenye dunia tu hii, unafurahia. Kama ni pesa utapata, lakini Uh, tunapozungumzia uh, swala la kumwamini Yesu Kristo, maanake ni uzima wa milele pia. Tunazungumzia roho yako huku ndani, maanake utafaidika, utapata faida katika maisha yako ya kawaida, utapata faida, lakini roho yako itaishi milele, maana utapata faida ya kwenda kuishi na Mungu milele, that's what ambavyo tuna we are looking for. Kwa hiyo karibu sana. It's good. It's my pleasure to, to speak This uh, good news to you it's, it's my pleasure. And uh, I appreciate you any guy, anybody who is looking watching viewing and I like more and more viewers to be added on, kwa sababu tunataka kuifikia ama kuwafikia watu wengi zaidi, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo tulipewa. Kila mmoja ambaye amemwamini Mungu anatamani kuendelea kuzungumza na watu wengine waweze kumjua huyu Mungu, waweze kumjua Yesu, waweze kufahamu ufalme wa Mungu, kwa sababu hatutamani tuende tu wachache, tunatamani tuende na wengi, kama vile ambavyo shetani anapambana ili akateseke aka na wengi. Na sisi ndio kazi ambayo tumepewa, that lazima tuende na wengi katika ufalme wa Mungu. Hiyo ndio kazi ambayo tumepewa, hiyo ndio kazi ambayo itatuua for that stuff, so mimi niwakaribishe sana sana sana sana. Uh, just subscribe, comment, share, like ili wengine pia wajifunze. Tunatamani kugrow, tunatamani kwenda katika hatua zingine kila siku and this is just the humble beginning. Ni mwanzo uh, mdogo lakini we are growing, na hiyo ndio kanuni ya ufalme wa Mungu. It's going from glory to glory, so I expect the next year time like this I will never be just like the way Nico. Nitakuwa katika viwango ama tutakuwa katika viwango vingine kwa sababu huo ndio utaratibu wa ufamu wa Mungu. Ufamu wa Mungu ukiona uko dominant, ufamu wa Mungu ukiona umesimama tu au uendelei, ufamu wa Mungu ukiona mtu anasema anamtumikia Mungu na hakuna hatua yoyote anayopiga ah, lazima kidogo huwe na mashaka kidogo na some doubt ah, kwenye issue ya makazi au missionary life na nanaifanya so tuna expect kwamba next year kutakuwa kuna more changes, kuna more growth, kuna more movement, more mission. So tutapata missionaries wengi ambao they will go and uh, preach the good news wangelisti, uh, and uh, prophets and, uh, and uh, teachers and pastors, all of them we will get them uh, kwenye kwenye kwenye kwenye kusanyiko la watoto wa Mungu so just yes, welcome Nona time is is not my on, on, is not on my side kwa hiyo. let me say goodbye and bye bye and uh, for this moment goodnight